Leo kupitia kikao hiki tumeanza a baseline study. Tuanza kufanya mchakato wa awali kuwashirikisha wenyewe wadau wa kampuni changa hizi kwa maana startups kuweza kutoa maoni yao, kuweza kujaza kuheshimia, kuweza kuanza kueleza ni kipi wangependa kukiona kwenye sera hii ya kampuni changa na kampuni bunifu. Kwa kazi iliyofanyika hapa ni kubwa, lakini Arusha ni chanzo ama ni mwanzo, kazi itaifanya nchi nzima kwenye maeneo mbalimbali ambayo uh, tutaenda kutembelea ikiwemo majiji makubwa ya Mbeya, uh, Dodoma, Mwanza, Dar es Salaam, lakini na maeneo mengine ya mikoa mingine ya Tanzania ili kupata maoni ya wadau, kiwemo kampuni changa zenyewe na wadau wengine ili kuweza kuandika sera ambayo itakuwa imetokana na watu wenyewe. Na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inajenga a centre of excellence, inajenga eneo ambalo ukiita chuo unaweza kuanza kutengeneza mazingira kama ya taaluma. Centre of excellence kuna taasisi ya Digital Tanzania Institute itajengwa pale Dodoma eneo la Nala ambalo itakuwa ni eneo ambalo litakuwa linafanya kazi ya kuchukua vijana wa vyuoni na vijana wa nje wa vyuoni, wenye mawazo bunifu, kuja kuwatengenezea mazingira ya kuwawezesha, kuwalea, kuwatengenezea mazingira ya mawazo yao bunifu, kupata ushauri wa kisheria, uanzishaji wa kampuni, jinsi ya kuwaunganisha wao na watu wanaoweza kuwatengenezea mazingira ya kuwaandaa ama kuwanoa zaidi bongo zao, kwa maana ya mentors, lakini kuwaunganisha wao na wawekezaji kwa maana investors, ili mawazo yale yaweze kupata uwekezaji na kusaidia kuweza kuwa biashara ambazo zitawapa ajira wao wenyewe, lakini zitatoa ajira kwa Tanzania wengine. Na vile vile mawazo haya bunifu, wote mnafahamu, yanaweza kutoa vile vile platform ambazo zitasaidia kukuza biashara mbalimbali, lakini vile vile kuweza kusaidia uchumi wa taifa letu. Lakini pamoja na kazi hizo nyingi zinazofanyika, kuna sera ya startups ambayo jina langu naitwa Zahoro Muhaji. Mimi ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Tanzania Startup Association, TSA na leo, uh, tumekuja hapa kwenye mkutano huu ulioandaliwa na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari hapa Arusha, uh, kuanza kujadili, uh, swala la baseline ambayo linakuwa kama kianzio kwa ajili ya utayarishaji wa sera ya startup, uh, policy hapa nchini Tanzania. Kama tulivyoona mkutano ulikuwa mzuri, vijana wengi wamejitokeza kutoka Arusha na maeneo ya jirani. Inaonyesha namna ambavyo Serikali sasa uh, inajibu kwa vitendo ahadi za mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu za kuweka mazingira mazuri kwa wabunifu na startups nchini, uh, kwa namna ambavyo Wizara imeweka muda wake wote kuanzia asubuhi mpaka mchana kukaa kusikiliza na na kujibu hoja ambazo zilikuwa zinaibuliwa na vijana uh, wanaomiliki startups Ajina, naitwa Pamela Chogo, ni mdau wa, wa startup au kampuni changa binafsi. Nimefurahi sana sana sana kwa ziara hii iliyofanywa na mheshimiwa Waziri pamoja na ujumbe wote aliotoka nao wizarani A, ziara iliyofanyika mkoani Arusha. Changamoto zimekuwa ni nyingi, mambo ni mengi kwa sababu tunapoongelea startup ni kitu ambacho kinakuwa ni kipya na tunasema huwa ni kitu ambacho hakieleweki. Kwa hiyo tunapoona kwamba serikali inafanya juhudi ya kuwaleta wadau na kushiriki kwa pamoja kutengeneza hii sera kwetu ni jambo kubwa sana, na tunaona kwamba changamoto nyingi zitatatuliwa na kusaidia vijana wetu wenye bunifu kuweza kuzifanya zikawa biashara na Tanzania sasa tukaanza kupata Uh, suluhisho nyingi zikiwa za kiteknolojia lakini zingine sio za kiteknolojia ambazo zinafanywa na vijana wetu ambao wanakuja na mawazo, na kupitia sasa sera pamoja na viatamizi vilivyopo vya, vya serikali na vingine vya binafsi, wakiweza kupata uh, msaada wa kuwasaidia kuweza kusimama vizuri na bunifu zao kusonga mbele zaidi.